Sali. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo tunataka maelezo madogo. Ah, lesa niko huu

kuangalia watu wote naona wako kwenye hali ya furaha. Alhamdulillah, mashallah, na shau barakallahu, furahana rohoni, kulitia uwezo ukitimia, una pako kimbilia, aliye kukirimia. La moyoni alijua, ija tumefaradhishwa, haifai kudharau wasalama tena hija maburi uwe. Kwa uwezo wa karima mambo ya kwenda vizuri, au madumishadawama istiqama zikibari, na nafsi yajitambua yenyewe yajionea, leo nimetimizia uwezo unotakiwa ni ya unajitilia rabi, nitakabalia ni hapa. Mahujaji wamefika katika maeneo ya Arafat ya Arafati kwa ajili ya ziara, sio Arafati ya ibada, ni Arafati ya ziara. na moto nitaingia, hakuna wa kuombewa hukumu ya kijalia yeye aliyetwambia, na sisi tumepokea ija tumefaradhishwa Istiqama kwa salama, haifai kudharau. Kupitia amesimama eh, kasema mimi nasimama hapa, lakini arafa yote nikisimama. Na arafa ni nini? Ni hii milima inayozunguka umeona. Hapa ndipo kisimamo kinapofanyika. Mipaka yake iko hivi, kitazama utaona kama jmaakn lakunana min alkhasirin, hichi ndicho alichokisema Adam alaihi salam, wala hakulalamika wala hakumlaumu Allah. Koona sisi hapa tujifunze kwamba sehemu kama hii ni sema kuja kutaka tauba, kutaka maghfira, makosa yote tuliyofanya hapa, ndio wakati wake wa kuja kutubia ambao itakuwa nimwezikiza

una pako kimbilia aliyekukirimia la moyoni, alijua hija tumefaradhishwa, haifai kudharau kupitia Istiqama jumhuri ya mashuhuri, tunahiji kwa salama tena hija wa mabururi kwa uwezo wakarima mambo ya kwenda

hapa katika ghara hira ni jabalu nur, ili jabali jina lake ni jabalu nur, lakini ndani yake kuna pango linaitwa ghara hira. Ni sehemu ambayo imeshushwa Qur'ani ya mwanzo kabisa, ambayo ilikuwa ni mwezi 17 eh, Ramadhan, ndio mwanzo Qur'ani inateremka mwezi 17 Ramadhan, lakini Qur'ani yote kwa jumla iliteremka mwezi 27, yani lailatul qadr

Tukarudia dunia hija, tumefaradhishwa, haifai kudharau. Kupitia Istiqama, mwendo wa kawaida takriban unachukua masaa sita kutoka hapa chini, mpaka atoka kule ni zaidi ya masaa sita, na si watu wengi wanaoweza kwenda kule wakapata pumzi kikawaida, watu ambao hawajazoea milima. Akifika hapa kati tu anaona mimi siwezi tena, pumzi inakuwa shida. Kuna watu waliozoea sana juu ya maisha ya milima, wa Pakistani na nani ndio wanaweza kuishi kule. Kupitia Istiqama jumuiya mashuhuri, tunahiji kwa salama, tena hija mabruri kwa uwezo wa Karima.

Hapa tuambie, tuko katika maeneo gani na uh, tumekuja kuangalia sehemu kitu gani hapa sasa hivi? Hapa tuko katika jabali, tumekuwa jabali au mlima, lakini ni ya kawaida, ilikuwa mtume kwa mara ya kwanza alikainushiwa wahyi, na ni jabali linaloitwa Kanimnoi. Hapa tuliposimama hapa, ndio kule mkono wa kutoto kule juu kule, na ni kule juu kabisa ii kama unavyoangalia ndugu mtazamaji, sehemu ya juu kabisa ndo alipata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na unaitwa Jabal Nur kwa sababu ni imeteremka aya za mwanzo kabisa katika Qur'an tukufu, ambayo inasema, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram Hizi hmm, hmm, ni aya za mwanzo kabisa zilizoteresha katika Qur'ani tukufu, ndio maana jabali hili likaitwa Jabal an-Nur. Na tunaendelea na hujaji wetu, una wito gani kwa Waislamu ambao pengine hawajaja kuangalia historia sehemu kama hizi? na fikiri ni vizuri tukienia tukienia tokea tu wadogo, sio katika umri kama wangu, ka tokea vijana na tuwashadiishe na ndugu zetu au weneti no weneuvijana mpaka leo miaka thelathini ishirini tunashajirisha watie nia ya kuja hapa, kwa sababu kupata fursa kama hii katika maisha yako, hii ni fursa adhima adimu, lakini huwezi ukapata kufanya jambo zuri ikiwa hakutia nia. Kwa hiyo lazima tuwashajirisha watie nia, si lazima kuwatia nia leo akeleo lakiikishatiani ya, ya leo akaika kwa maanake, baada ya miaka mitatu Mungu akinika hai nitakwenda kule, atakuwa anajitayarisha kidogo kidogo, na Mwenyezi Mungu atampa kheri, atakuja. Huo ndio wito wangu, tuwashajiishi. Shukra shukran, shukran, barakallahu fika, asante, jazakallahu khairan.